Leo, karibu katika chaneli yetu ya Elimika. Katika video hii tutakuonyesha orodha ya tahasusi za kidato cha tano zitakazotumika kuanzia mwezi Julai elfu mbili na ishirini na nne. Hiyo na baada ya tahasusi mpya kuweza kutangazwa rasmi zimeanza kutumika, na hivyo tuwe na mategemeo hata mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita kuna baadhi ya wanafunzi watachaguliwa katika tahasusi hizo. Kwa hiyo katika video hii tutakuonyesha tahasusi zote katika kila upande, huyo ni upande wa sayansi jamii, hu ni upande wa lugha na kuendelea kwa. Tutaanza na masomo na tahasusi kwa upande wa sayansi ya jamii. Tunaona hapo zipo tahasusi tisa, ambayo tahasusi ya kwanza tunaona ni HGK ikiwa na masomo ya history, geography na Kiswahili. Ya pili ni HGL ikiwa na masomo ya history, geography na English. Ya tatu ni HGF ikiwa na masomo ya history, geography pamoja na, na French. Ya nne ni HKL ikiwa na masomo ya history, Kiswahili na English language. Ya tano ni HGAR ikiwa na masomo ya history, geography pamoja na Arabic. Ya sita ni HGCH ikiwa na masomo ya history, geography na Chinese. Ya saba ni HGE ikiwa na masomo ya history, geography pamoja na economics. Ya nane tunaona ni HGFA ikiwa na masomo ya history, geography na fasihi ya Kiswahili ya tisa ni HGLI ikiwa na masomo ya History, Geography na Literature in English. Kwa hizo ndizo tahasusi ama combination kwa upande wa sayansi ya jamii. Kwa upande wa lugha tunaona kuanzia namba kumi mpaka ishirini ikiwa tahasusi kumi, ikianza na KLF, Kiswahili, English Language na French. KLAR ikiwa ni Kiswahili, English language na Arabic. Lakini tunaona tahasusi nyingine ni Kiswahili, English language na Chinese. Nyingine ni Kiswahili, Arabic na Chinese. Tahasusi nyingine ni Kiswahili, Arabic na French. Ni kwa upande wa lugha. Nyingine ni English language, French na Arabic. Nyingine ni English language, French na Chinese. Hapo French, Arabic na Chinese. Alafu kuna History, English language, French na Chinese alafu and French na history English language ni Arabic, na history English language ni Chinese. Kwa upande wa biashara, unaona kuna taasisi sita, ambayo tuna ya kwanza imeundwa na masomo ya economics, business studies pamoja na accountancy. Na kama tunavyojua business studies ndio somo jipya, lakini pia tuna economics, geography na mathematics, EGM. Pia tahasusi nyingine economics commerce and accountancy. Nyingine ni economics computer science and mathematics. Business studies accountancy and computer science combination nyingine, matahasusi nyingine business studies. Nyingine business studies accountancy and mathematics. Nyingine ni economics business studies and Islamic knowledge. Kwa upande wa biashara tahasusi nyingine. Kwa upande wa science tunaona ambayo tunatambulika sana ni PCM, hii ikiundwa na masomo ya physics, chemistry na mathematics. Taasusi nyingine ya sayansi ni physics, chemistry na biology. Pia tuna physics, geography na mathematics. Taasusi nyingine kuna chemistry, biology and geography. Pia tuna physics, mathematics na computer science, chemistry, biology na agriculture CBA. Chemistry, biology, and food and human nutrition CBN. Hizo ni, ni tahasusi kwa upande wa sayansi. Kwa upande wa michezo tunaziona hapo, ipo ambayo inaitwa BNS, kuna ambayo inaitwa LMS, kuna ambayo inaitwa KMS, kuna ambayo inaitwa FMS, kuna ambayo inaitwa LMS, kuna FMS, kuna ARMS hizo ni kwa upande wa michezo. Tasusi za sanaa. Unaziona hapo kuna KLT, kuna F, kuna KFT, pia kuna FLT, kuna K, K ambayo katikati, tuna nili ama LE ni literature in English, T kuna FT arts, lakini pia tuna KLM, kuna K FM kuna FLM kuna KLM kuna KFF, kama tunavyoiona imeandikwa kifupi, ikiwa namaanisha ni fine arts. Lakini pia kwa upande wa sanaa kuna combination ambayo inatengenezwa na masomo ya Kiswahili, French na fine arts, fasi ya Kiswahili, English language na fine arts kuna kombinesheni nyingine tengenezwa na Kiswahili literature English and fine art, lakini pia ipo ile tengenezwa na Kiswahili textile and garment construction and fine art, English language textile and garment construction and fine art. Hizo ni miongoni mwa taasisi kwa upande wa sanaa, lakini mwisho tunaona kwa taasisi za elimu ya dini ambayo kuna taasisi kama nane kama sijakosea ni kwa ajili kwa upande wa elimu ya dini ambayo ipo ya kwanza ya pili ya tatu ya nne tano ya sita ya saba ya nane ziko nane kwa hiyo katika taasusi hizi mwanafunzi atapangiwa kulingana na ufaulu wake kwa hiyo baada ya matokeo kutoka dirisha litafunguliwa kwa wale ambao walijaza taasusi ambazo balance basi, utaweza kubadilisha ili kuweza kupata nafasi ya kupangiwa na elimu ya kidato cha tano. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusrbe comment ili kuweza kupata ujumbe uh, pale update ya video nyingine.